Kuzungumza zaidi kuhusiana na masuala ya utalii hasa kile ambacho kipo um, hapa mbeleni katika sekta ya utalii. Richard. Kabisa, Hilda, utakumbuka Juni 28 mwaka huu Tanzania itaweka rekodi nyingine muhimu katika sekta ya utalii kwa kuwa mwenyeji wa tuzo za 32 za utalii duniani eh, kanda ya Africa World Tourism Awards Africa and the Indian Ocean Gala Ceremony 2025 zitakazofanyika jijini Dar es Salaam na ni mwendelezo wa Tanzania kuendelea kuaminika ama kuwa mashuhuri kwenye sekta ya utalii duniani. E, tunafahamu mara kwa mara kwenye e, ikitambulika hivyo ama ikiwa endorsed kwenye e, masuala ya utalii sasa, kuzungumza kuhusu hilo Tupo hapa na mkuru, uh, mkurugenzi wa masoko kutoka bodi ya utalii Ernest Mwamwaja ambaye po hapa kuzungumza kuhusiana na hili. Karibu sana. Uh, nashukuru sana bwana Richard, nashukuru uh, kama ulivyonitambulisha, mi ni mm. Ernest Mwamwaja ambaye ni mkurugenzi wa masoko mm -hmm. uh, toka bodi ya utalii Tanzania mm -hmm. uh, bodi ambaye kazi yake kubwa kwa kweli ni kutangaza utalii wetu. E, e, katika masoko yote kuna ya ndani uh -huh. E, kuna ya kanda tunazungumza Afrika uh -huh. lakini kuna ya kimataifa nje ya Afrika uh -huh. E, kwa kweli tunafanya juhudi hizo kwa, ku, kwa kuwa tumepewa jukumu hilo na sheria mm -hmm. ile ya mwaka tisini na mbili ya kuanzisha bodi. sasa uh -huh. mm -hmm. Tuambie kuhusiana na hizi tuzo na kwa nini Tanzania amepata nafasi hii na imekuwa mara kwa mara Tanzania ikiaminika ni kweli sasa. Tuzo zozote ni kipimo mm -hmm. cha umahiri ambacho unacho, na kwa kweli katika Tanzania kama tunavyofahamu, si tu kwamba tumebarikiwa kwa vitu vingi na vya kipekee kabisa ambavyo vingi hauvikuti sehemu nyingine duniani. Kilimanjaro ni hapa tu, Ngorongoro crater. Kwa hiyo hilo ni moja, lakini pili ni kwamba rekodi yetu ikoje? Tuna rekodi ambayo kwa kweli nayo, na katika bara hili la Afrika, na kama tulivyosema, nchi za bahari Hindi, tuna rekodi ambayo wengine hawajaifikia. E, nitakupa tu mfano Richard, kwamba mwaka jana tuzo hizi Tanzania peke yake imepata tuzo tano, Ehe, kwa mara moja na e, cha kupendeza zaidi ni kwamba si tu tunapata tuzo nyingi kwa wakati mmoja e, lakini kuna tuzo tumezishikilia mpaka mwaka jana ni mara sita mfululizo. Ya, sasa ingekuwa ni kombe la mpira tukasema kwamba kombe la kwetu, kwa hiyo <laughs> kwa, kwa, kwa maana hiyo kwamba e, e, hata waandaaji e, tuzo hizi watazamaji waelewe kwamba e, zinaandaliwa na zinamilikiwa na shirika hili tunalita e, World Luxury Media Group Ambaye makao yake makuu yako pale London, Marekani, sorry, Uingereza. Na kwa kuwa sasa zina ukubwa huo, zimekuwa kama ni themes, ni brand inajitegemea, kwa kweli wanataka ku, itakapofanyika wahakikishe kwamba ile nchi, kwa maana ya vivutio vyake, ile nchi, kwa maana ya umahiri wa uandaji wa tuzo na sifa yake kwa ujumla, itabeba uh, ile hadhi ya ile tuzo kwa mm -hmm. tukapua, hiyo tukapewa nafasi hiyo Mm -hmm. Kwa, kwa sababu kuu hasa kufanyika Tanzania kwa mm -hmm. eh, sababu Watanzania pengine wanatamani kujua kuhusu hilo. Okay, sawa kama nilivyosema ni kwamba e, licha ya maombi ni kwamba mm -hmm. wengi wanaomba kufanya tuzo katika nchi yako ni icon ambayo inakusaidia kujitangaza. Eh, sasa wengi wataomba, watatamani ifanyike huku, ifanyike huku, lakini eh, lazima kuna vigezo wanavyo wale wandaji eh, kwamba tukipeleka hapa kwa thimu walio nayo mwaka huu na kwa hadhi ya tuzo hiyo, basi itaweza kuendana. E, sasa sisi tukiomba kitu kwa maana ya utalii, utalii wetu okay. E, kwa kweli kutoka talia watu ni ngumu e, tukumbuka kwamba ndio nchi ambayo kwa kweli e, si tu tuna push tuliyopata kutoka kwa, e, kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na e, kila mtu anajua baada ya kufanya ile royal tour okay. Na mwaka jana akatoa ile amazing Tanzania e, sasa Tanzania kwa kweli kimataifa, e, ni nchi ambayo e, tukisema jambo basi watakuwa na kusikiliza okay. E, kusema kwa Tanzania inasemaje, kwa hiyo tukapata heshima hiyo ni kutokana na juhudi e, e, e, okay. E, tulizofanya okay. heshima hiyo kufanya na e, eh, pengine mafanikio, ambayo tayari mm -hmm. bado tunayo nafasi ya ku, uh, kuwa na hizi tuzo hapa nchini mm hmm. inatoa nafasi gani hasa katika kutangaza vivutio ambavyo tulivyo navyo? e, eh, labda niseme hivi kwamba tuzo hizi kwa ukubwa wake mm -hmm. italeta watu wengi, watu ambao kwa kweli katika sekta ya utalii kimataifa ndio watu wanaoshikilia, eh, tunasema trend ya sekta aa, uh, sasa tutakuwa na watu wa ndani na nje wasiopungua mia tano Yeah, hili ni kundi kubwa linapokuja Tanzania kwa wakati mmoja, na si tu ni watu hivi lakini ni ma CEO hawa wa mawakala wakubwa wa utalii e, TTB hii iko katika kila nchi e, kwa hiyo wao la kurugenzi watakuja na watu maarufu ambao kwa kweli wana power ya kusema kwamba sasa wanapokuja Tanzania dunia itawasikiliza. Sasa tukiwa na watu wengi kiasi hicho, sehemu ya mia tano push iliyokwepo ni kubwa eh, kwa sababu kila mtu anatoka kwenye nchi anataka kuangalia tumeenda kuwakilisha eh, ili tupate kinyang'anyiro kilo eh, sasa ikoje, kila mtu ana shauku hilo. mm -hmm. Eh, kwa hiyo nchi zote hizi za Afrika na bara hili macho yatakuwa pale <laughs> kuona kwamba nani anaibuka kidedea katika kati rugani. mm -hmm. lakini pili ii e, e, e, shirika hili linaloandaa na kutangaza tuzo e, wana mitandao mbalimbali mbali, e, ambayo wanajii kupush. Kwa hiyo Tanzania sasa inasomeka e, katika mitandao yote ya WTA World Travel Awards eh. Lakini kingine ni kwamba e, watakapofika hapa ile secretariat ya hii award pamoja na wageni wengine, wengine e, watapata nafasi ya kutembelea vitu vyetu kwa tumeshajipanga kwa maana ya vivutio vyetu, lakini mawakala wa utalii, lakini magaidi na huduma, mnyororo wote wa huduma kwa kweli imejipanga mm -hmm. kuwapokea watahudhuria katika maonyesho yale, lakini vilevile vile watapata fursa ya kwenda maeneo mbalimbali. Sasa utaangalia watu mia mbili sitini mia tatu kutoka nje wote wanang'angania, huyu Bagamoyo yule Arusha yule Zanzibar na wapi, na atakapofika kule ni watu maarufu. E, wataweza kutwit, wataweza kushare eh, zile experiences zao kwenye mitandao ya kijamii e, kwa hiyo tunafikiri kwamba eh, ni nafasi pekee ambayo Tanzania sasa itajulikana, sasa itazidi kujulikana of course, na kusement eh, ile, ile tunasema eh, power walionayo eh, kiutalii ki kimataifa mm -hmm. um, kama nchi eh, zipo jitihada mbalimbali ambazo mbali zinafanyika kuitangaza huko nje mm -hmm. Lakini mmefikiria um, pia kupanua wigo wa namna ambavyo imekuwa ikitangazwa? Mfano um, katika filamu labda, ambazo zinatolewa yapo mataifa ambayo, uh, inakuta tu katika filamu hizi mashuhuri zinatajwa uh, taifa ama nchi, na uh, uelewa hasa unakuwa mkubwa kwa watu kufahamu vivutio hivi vinapatikana uh, Tanzania. Ya yeah, niseme tu kwamba eh, juhudi au mikakati mm -hmm, kama ulivyosema Hida eh, ya kutangaza inabidi iwe na mtawanyiko mkubwa. Ni kweli kwamba sehemu kubwa tunayotumia kutangaza ni kwenda kwenye masoko moja kwa moja mm -hmm. Yes, kwa hiyo tuna masoko eh, makubwa yanayoongoza duniani ya utalii kwa mfano pale eh, London Uingereza, tuna soko la kila mwezi aidha Oktoba au Novemba enda Ujerumani masoko yetu makubwa tuna sokoli la mwezi Mach naitwa ITB eh, Spain, Marekani na hivyo lakini, eh, umesema vizuri kwamba kuna juhudi sasa nyingine ambazo licha tu kwamba mnafanya zinadumu eh, unapojitangaza kwa mfano kwenye filamu E, unajua kama filamu hii itadumu kwa miaka ingawa of course uandaaji e, wa filamu ni gharama kidogo, <gatumitra> tumeandaa tu ile, lakini tuna wasanii wengi ambao wanachagua wana kuja kufanya filamu za Tanzania, na kwa mfano mwigizaji maarufu Marekani Will Smith tunaona akija na kutoka e, na filamu nyingine kwa kweli zimekuwa featured hapa. Lakini niseme sasa, wananchi sisi kwa kiwango chetu nacho tumechangamkia hapa e, juzi tulikuwa na msanii kwa mfano ambaye anaitwa e, Bio the Great mm -hmm. Alishinda ile tuzo pale South Africa mm -hmm. Hii tuzo ni maalum e, kushindanisha filamu hasa zinazotangaza utalii e, si tu kwa Afrika, lakini zilishindanishwa mpaka Ulaya Mashariki kule mm -hmm. E, sasa kaibuka kidedea. Mm -hmm. Na, kwa kwanini alibuka kidedea pale South Africa kushindanisha na manchi makubwa namna hii ni e, kwamba ni umahiri na na theme uh, au ujumbe ulioko katika filamu ile eh, kwa hiyo tuseme kwamba tumeshapata tume hiyo kwamba ah, sasa hata wana, Watanzania eh, wanapoandaa filamu zao, tunafahamu kwamba saa hizi sekta ya filamu imekuwa kubwa sana mm. Yeah, zipo hizi za kawaida, lakini zipo za maigizo, zipo za nini kwayo, eh, kwa hiyo tunazidi kuwakaribisha eh, huyu bwana Bayo wamesha Onyesha e, mfano e, kwamba naweza nikacheza filamu yangu ya kutangaza utalii mm. na ikajulikana kimataifa e, ukienda ile filamu yake ameipa jina ambalo sasa ndio e, theme au brand ya kutangaza nchi e, mm. pengine alikuwa mjanja kwelikweli e, inaitwa Tanzania Unforgettable. E, ukienda pale kwenye YouTube Tanzania Unforgettable na unapata filamu hili ambayo kwa kweli inatangaza vizuri utalii hasa wakanda ya kusini. mm -hmm. e, kwa utakuta kwamba e, filamu hizi maonyesho haya yana nguvu ya kutangaza kwa sababu inakwenda moja kwa moja, e, kwa moja katika masoko yote duniani. mm -hmm. mm -hmm. kwenye tuzo hizi nani mshiriki na kipi kinashindanishwa? Sawa, sasa tuna tuzo ambazo e, zinashindanisha watoa huduma mm -hmm. hii tunaangalia mtoa huduma kwenye huduma gani ndio bora zaidi mm -hmm. Sasa kuna categories au matabaka mbalimbali mbali, E, kwa mfano nitatoa mfano tu e, tuna, tuna tuzo kuhusu tu bodi gani ya utalii bora mm -hmm. kwa Afrika yote na ukanda e, wa bahari ya Hindi, lakini tuna e, kivutio gani cha utalii bora e, e, kama nilivyosema, kivutio cha utalii bora e, always kimekuwa ni Kilimanjaro, mlima wetu wa Kilimanjaro mm -hmm. mwaka jana mara ya sita mfulizo. E, pengine mwaka huu bara saba. <laughs> tuna, tuna hifadhi gani ya taifa bora kuliko zote na ziko nyingi eh, mm. South Africa wanazo kote, wanazo lakini, mwaka jana tumebuka na Serengeti Now. Yes, kwa hiyo tuna mm. eh, bandari, vya ndege bora, hospitali zaidi bora. Kwa mfano huduma za bandari, huduma za viwanja vya ndege, huduma za tour operator bora, huduma za hospitali. Kwa hiyo mm. eh? Yes, mm. tuna categories nyingi na kwa mwaka huu bahati tulionao ni kwamba tumeingiza washindani wengi zaidi ile, tuna nominations zaidi ya 50. Yes. Kwa hiyo hii sasa tumesema, e, sasa tunaleta tuna historia nyingine kwa maana ya uwingi zaidi wa tuzo ambazo Tanzania pengine Mungu akisaidia, tukazipata hapo Jumamosi. mm. yes. uh, uh, Ernest, ukienda kwenye mataifa mengine wamekuwa yeah. wakitumia baadhi ya watu maarufu pamoja na vyombo vya habari yeah, ili kuweza uh, kusukuma zaidi vivutio vyao kwa maana ya mm. kuvitangaza, lakini mm. eh, hata bodi husika ya utalii mm. kwenye taifa husika Tanzania, mnafanya nini kuhakikisha Uh, vivutio vya Tanzania vinaendelea kuwa maarufu. Yeah, kwa kweli eh, kama unavyosema eh, kutumia watu maarufu hiyo hatuwezi kukwepa, na kwa nini tunatumia watu maarufu ni kwamba sasa jamii inayotazama. Yes, unapotaka jambo lako liende eh, mtu maarufu tunaangalia ule ukubwa wa followership. Okay. E, katika mitandao ya jamii mtu ana milioni mbili tatu tano akisema pale basi, hata kwenye tuzo hizi e, tumeshaanza kutumia watu maarufu e, wakiweka content yao pale, alafu naku kwa mfano e, jana imeruka ile ya vijana wetu pale Zanzibar, makachi wale iyo, mm -hmm. E, tuna, tuna na nini, kwa hiyo tunawakaribisha na tunafanya kazi sana Utakumbuka kwa mfano eh, tukisema wakati eh, kwa upande huu wa wasanii wa muziki eh, tulikuwa na harusi kubwa ilifanyika juzi hapa mm. Eh, ya Bwana Jux. Yes, kwenda Nigeria karudi hapa basi, alipokuja hapa kwa kweli tuli eh, shirikiana naye kwa sababu kulikuwa kuna wa Nigeria wanakuja na mataifa mengine mm. zaidi ya watu mia moja kwa wakati mmoja eh, kwa hiyo tukaungana pamoja na wenzetu wa uhamiaji eh, kuhakikisha ujio ule a tuna, tuna tuna host hmm. E, na tukafanikiwa ha, kwa kweli pakubwa. Kwa hiyo e, watu maarufu wakiwa katika shughuli zao za kisanaa, shughuli zao za kijamii na nini yoyote, sasa sisi tunasema ni mtaji hmm. wa kuendelea kutangaza utalii, tunakaribisha na tunafanya o kazi kwa karibu mm -hmm. ushiriki utakuwaje? mm -hmm. Uh, na watu wanawezaje kuhudhuria? Mm, sawa. Sasa ushiriki ambao kwa Tanzania tutakuwa na e, Watanzania wasiopungua 250 ambao watakaribishwa kwa ushiriki ni wa ukaribisho Yeah, utakuwa inv- invited. Eh, walipekiwa wanapekiwa barua, lakini baadaye eh, tuna kitu tunaita electronic cards. Utapelekiwa kwenye you know, WhatsApp yako na kwenye email yako ili uweze kushiriki. Kuna eh, tunasema kuna uwakilishi wa, wa, wa matabaka yote ya sekta Huku bara na kule visiwani, wote tutakuwa pale, iwe ni makampuni, iwe ni taasisi, iwe ni watu maarufu kama tunavyosema ukiwa mm. uh, mm. uh, <laughs> na nafasi basi tukukaribishe na Bwana Richard kuja eh, lakini kwa Tanzania wengine ambao hawatakuja pale Johari Rotana tarehe 28 mwezi huu eh, eh, ni kwamba tutakuwa live eh, na nafikiri sasa uh, eh. kwa, na kwa. <laughs> <laughs> kwa Tanzania live Yeah. <laughs> Asante sana, tunashukuru na tunawatakia kila heri pia. Bila shaka, si tunashkuru ameenda vizuri sana na jana tulitembelea na mheshimiwa waziri kuja kuhakikisha kwamba mambo anakwenda, na unajua maliasili hasanttbanya ja hatuna jambo dogo. Kwa hiyo alipita mheshimiwa waziri kuona kwamba inaendaje na kwa kweli alifurahi na maandalizi yake. Sisi tunakushukuru sana, asante sana kwa muda wako na tumesikia kitu kingine ki kizuri kuhusiana na Tanzania. Yes, sawa, yeah. Ni Ernest Mwamwaje, mkurugenzi wa masoko kutoka bodi ya utalii, tukizungumza kuhusiana na Tanzania kuwa mwenyeji wa tuzo hizo za 32 za utalii duniani. Tunakamilisha hivyo kwa sasa hii Morning Trumpet.